Kuna mdau mmoja ameomba tuhakiki video hii inayoonyesha panya alikatisha studio za Al Jazeera wakati taarifa ya habari ilipokuwa inasomwa. Je, video hii ni ya kweli ama si kweli? Msasa fact check, tumehakiki kupitia AI detector na kubaini kuwa video hii si halisi na wala si ya kweli. Miongoni mwa sababu zinazoonyesha kuwa video hii si ya kweli ni pamoja na hii. Tazama hapo kiti na mkono ulivyopita upepo ama kama kitu ambacho hakishikiki hivyo. Ni dhahiri kuwa video hii si ya kweli na wala si halisi. Lakini pia tunapaswa kabla ya kusambaza kitu chochote mtandaoni kuhakiki kwanza, kwani kuna watu ambao huwa wanaamini kuwa ni kweli. Lakini kama video imetengenezwa kwa AI, basi ni vizuri ama ni muhimu kuweka wazi kuwa video hiyo imetengenezwa na AI, ili hasa kuepusha upotoshaji. Kataa na usisambaze habari potofu. Mimi ni Esther Madege na hii ni Msasa Fact Check.